Waziri ametoa agizo hilo wakati akizungumza na watumishi wa serikali mkoani Geita kufuatia kusambaa kwa picha mjongeo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha kamati ya fedha na uchumi ya halmashauri ya wilaya Geita ikilazimika kusimamisha shughuli za mwekezaji huyo. Mkurugenzi huko hapa pale Katoro kuna mbabe mmoja amechukua eneo la serikali amevunja majengo yaliyoko pale kwenye eneo la serikali pale Katoro, ameanzisha biashara pale. Anapozungumza na viongozi wa serikali anawadharau, yaani anaonyesha yeye ni mbabe, amewaweka viongozi mfukoni. Kupitia vyombo hivi mlivyonavyo, hebu lifuatilieni hili swala na kama hakuna mkataba wowote alionao yule ndugu pale, kama hakuna, hatua za kisheria zichukuliwe na nipate mrejesho ndani ya siku kumi na nne. Agizo hilo limetolewa kufuatia madai ya mwekezaji Rashidi Kwanzibwa kuanzisha shughuli za ujenzi wa mradi wa vibanda vya maduka katika eneo la viwanja vya CCM Katolo, huku akidaiwa kuwa kuingilia mipaka ya ardhi ya serikali ya kijiji hali iliyozua mvutano. Kwenye mchoro inaonyesha ni uwanja wa mpira football. Sasa nyinyi kama mmeruhusu humndani abadilishe, mtuambie alternative yake mmepeleka wapi? Wakasema sisi kweli kuna barua ililetwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Msuya. Baada ya kuleta tukaijadili kwenye tafasiri ya sheria hairuhusiwi kubadilisha eneo la mpira la kiwanja, kulibadilisha kulipeleka kwenye maduka, ikashindikana. Hatujaijibu, tunayo. Kwa nini yule bwana mwekezaji alianza kufyatua tofali? Leo tumekuta gari la, la kuchimba kisima. Ukiuliza kwamba kibali cha kuchimba kisima, hana kibali cha kuchimba kisima, hana taarifa, halmashauri haina taarifa. Januari 23, mwaka huu, kamati ya fedha na uchumi ilifanya ziara kwenye eneo hilo na kuhoji uhalali wa shughuli katika eneo hilo. Tunataka kuona kibali wewe kilichokuruhusu anze kujenga. Maswali hapa haya ya mheshimiwa mbunge ilipaswa kuzo chama. Kama ni mwekezaji yupo ungesema kwamba nilibomoa mimi kwa mamlaka ya moja, mbili, tatu. Ndio, sio kutuambia kwa sisi tukiulize chama lakini tayari mwekezaji yupo na aliyefanya ile kazi yupo. Tunaamini hana kibali kwa sababu ofisi yangu haijawahi kupokea maombi ya kibali. Pili ni kuanza kuondosha majengo yaliyoko yali yali kwenye maeneo ya umma kuyaondosha bila kufuata taratibu. Siku tunagundua kwamba hii process inaendelea, mkurugenzi alimsimamisha kwamba usiendelee mpaka ufuate taratibu za mamlaka ya upangaji. Kamati hiyo ilipomhoji mwekezaji juu ya hilo, hakuwa tayari kuwapo ushirikiano, hali iliyopelekea ugomvi. Ha, nauliza wewe si ndo uko hapa umeingia kwenye eneo letu umevunja. Mimi wewe, mimi nimefunga na wewe mkataba, mimi nimefunga na wewe mkataba. Maana mwekezaji ni nini? Unao mkataba? Ni kuonyesha mkataba wapi? Ah, sawa. Sasa kwa hiyo hutaki kuongea na hali mashauri. Kuonyesha mkataba mimi, wapi unaongea, naona. Brother, sikiliza, sikiliza, kama ukitaka mkataba si nenda mahakamani. Nikiripoti kutoka mkoa ni Geita, Ester Sumira, FM kutoka Tanzania.